Wakulima na wauzaji wa makadamia katika kaunti ya Embu wametoa wito mkali kwa serikali ya kitaifa kufutilia mbali sheria inayopiga marufuku uuzaji wa makadamia yalivyo kwenye maganda, wakieleza kuwa sheria hiyo ni chombo cha kukandamiza kiuchumi. Wakulima wa makadamia kaunti ya Embu wameendelea kulalama kutokana na sheria inayowakandamiza ya uuzaji na ununuzi wa makadamia. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Joseph Mugendi na aliyepinga zoezi hilo na kupendekeza soko la makadamia kuwa huru ambapo mtu yeyote wa ndani na wa kimataifa anaweza kununua na kuuza makadamia ikiwa bado kwenye ganda au yaliyopasuliwa. Hii section 43 ambayo inakandamiza mkulima itolewe kabisa na serikali. Mm-hmm. Hii section inasema ya kwamba hakuna mnunuzi yoyote atakayenunua makadamia akatae kupasua, akipasue apereke nje bila kupasua. So inasemekana makadamia yote itoke Kenya ikiwa imepasuliwa. Ili wa hand value addition. Lakini tunataka kusema hivi, hata makadamia sipo pasuliwa, ina hand value addition kwa sababu value addition inaanzanga kwa mkulima. Vaadeshoni aianzangi kutoka kwa processor. Walimtaka waziri wa kilimo Mutahi Kagwe kuondoa marufuku hayo na kufungua soko kwa wanunuzi wa kimataifa. Dio kama, kama wanataka mkulima afaidike. Kwanini? Kwa, kwanini hawakubali kila mtu akuje kwa soko anunue makadamia? Sisi tukiwa wakulima hatutaki kujua mtu anapeleka makadamia wapi. Yeah. Kwa hivyo soko, yeah, iwe huru. Kila mtu aende anunue makadamia na tungeomba tungeomba minister Kagwe atusikilize. Kwa sababu sisi tukiwa watu wa Mount Kenya, makadamia inatoka area hii. Tumiona serikali ikienda kila sehemu ikiambia watu vile itawa support watu wa mahindi, watu wa vitu tofauti. Hata sisi watusikize sikize. Wakulima hao pia waliwakosoa viongozi wa eneo hilo wakibaini kuwa wameshindwa kutetea maslahi yao licha ya ahadi walizotoa hadharani. Wazi wenye tulichagua, especially wa mbunge na eh, maseneta na magavana, tunauliza tu mwende mtu wakirisha hii hii mambo na makandamia at least wakulima wanji wapewe nafasi ya kwanza, kama hao ni wakulima wa, wa dhati, ni wao walipanda muti, wakiwa nasema hii muti itanisaidia, lakini inafika mahali unaona hii muti kama ikusaidii juu sasa tuli, tumepanda na hakuna soko, tutapeleka wapi? Tunauliza tu gavana wetu sisi, ni Mutito Mbalile, hata kama ni eh, Kalemba wakiwa na Mukunji. Peleka muswanda mbunge atrisi makanda yetu isiwe na fungwa, inazaa mwaka tu mwaka, na ikizaa mwaka tu mwaka mkulima akona pesa. <tos> <tos> Sebastian Maria, Undugu TV. Katibu katika wizara ya afya Mary Modoni.